Ambazo zisizotakiwa zinazotakiwa lakini zile ambazo pia ni hatarishi, hmm. Ni bidhaa gani hizi ambazo e, wananchi wanahitaji kuzifahamu? Kwanza aa, ni vizuri tukae tukiwa tunajua hasa wabeba vifurushi na vipeto au wasafirishaji hata wasafiri aa, kuna vile vifaa ambavyo vimezuiliwa kabisa. Kwa mfano baruti hizi au vilipuzi au petroli, vitu vinavyolipuka vile vitu kusafirisha kwenye mtandao wa kiposta haviruhusiwi kabisa, na madawa ya kulevya haviruhusiwi kabisa, lakini dawa za wagonjwa zinaruhusiwa, lakini ndio vile vitu ambavyo tunasema ni restricted, lazima iwe na cheti cha daktari. Naelewa mm -hmm. Na pia kuna vitu kama nyara za serikali haziruhusiwi kusafirishwa, lakini zina, kuna wanasema zinakuwa restricted mpaka upate kibali kutoka mali asili, na pia hata wanyama, wadudu, labda kama anapata kibali maalum; hivi hivi haviruhusiwi. Kwa hiyo ndo hivyo vitu ila uh, oni langu kubwa kwa wabeba vifurushi na vipeto, hamna kitu muhimu kama kukagua mzigo kabla ya kusafirisha, kwa sababu katika ule mtandao wa kusafirisha vifurushi na vipeto, tuko na wadhibiti wengine, sio mamlaka ya mawasiliano kama mdhibiti peke yake, kuna wadhibiti wengine. Kwa hiyo kama atakagua, atawasaidia na wadhibiti wengine kupunguza riski ya vyombo vinavyosafirisha vile vitu unavyovisafirisha katika biashara yao.